Dada Christina unasema, watu jamii yetu imezoea kwa dharau wadada wa kazi eh? Unajua kwanini wanadharau? Kwa sababu kazi ya ndani walikuwa walipi vizuri, hakuna kingine zaidi ya hicho. We unafikiri kazi ya ndani mshahara kama milioni tano, watu hawatakuja kufanya? Kuna mtu atasema anatafuta kazi ya ofisi? Ndio maana mi napambana hapo kwenye hela, kwa sababu nataka niipe hii kazi heshima, takapofikia mahali traditional dada analipwa laki tano, traditional alafu smart analipwa milioni unalipwa milioni mbili, hapo kila mtu atakimbilia kazi za nini? Za ndani. Hata mahali tulipo bado sio pabaya, tunaenda taratibu, taratibu tukiwa tukiwa tukiwapandishia, sawa, lakini lengo ni kuongeza hadhi ya kazi za ndani, si ndio? Eh, mimi nimefanya na nimefanya enzi ambazo ndio hela ilikuwa ndogo kwelikweli, kwa mwezi mzima unamfanyia mtu kazi mwezi mzima, unalipwa elfu tano tu Elfu tano ndio ulikuwaga mshahara wangu. Sasa saa hivi na hasira hiyo kwamba hiyo elfu tano igeuke mdada wa kawaida iwe ni laki tano na hapo ndio kila mtu atakimbilia kwenye hizi kazi, si unaelewa? Kwa hiyo ndo maana nikasema, saa hivi nimeanzisha mtaala maalumu ambao huo mtu akisoma anakwenda kwenye kazi za smart profession. Yani ukisoma ile huwezi kuanzia traditional, marufuku Mtu akisoma hiyo hiyo kozi niliyoiandaa moja kwa moja anaenda kwenye mshahara wa laki tatu laki tano, lakini by next year hii mishahara lazima ibadilike. Why? Kwa sababu tunataka yani, hiyo dharau yao ya kwamba wadada wa kazi za ndani ni wale watu walioshindwa maisha, ni wale watu ambao hawana mbele wala nyuma, ni watu wanaolipwa ujira mdogo sana, hiyo yote ndio mimi nataka nifutilie mbali. Si mnanielewa? Kwa hiyo sasa nyinyi ndio mnatakiwa mnisikilize ili tujue namna gani tutaifuta. Ili tuweze kuifuta lazima tukafanye kazi kwa ubora. Zile kazi ambazo wanaendaga mahotelini wanazikuta zinafanywa. Tunataka tuzifanye majumbani kwao wa ili waweze kutulipa vile tunavyotaka sisi. Si tunaelewana hapo? Ndiyo. Eh, ukiendelea kufanya kazi kienyeji yenyeji, akienda hotelini ndio anaona ah, kusafi, chakula kizuri nini. Akija nyumbani matakataka. Hapo wataendelea kutudharau tu. Wataendelea kudharau wadada wa kazi za ndani. Lakini mdada wa kazi za ndani ukaifanya nyumba ya mtu kama hotelini, hapo lazima heshima iwepo, na sio tu heshima, na kipato chako kitapanda. Kwa hiyo tumeelewana dada Christina, hiyo ndio mipango na mipangilio tuliyo nayo. Kwa hiyo, wale ambao hawataki sasa dharau ndogo ndogo, wanatakiwa waje waungane na Wadada Senta, alafu tukafanya hii kazi ya kuleta mapinduzi makubwa kwenye utendaji wa kazi wa hizi kazi za nyumbani Alafu tuweze kudai hela tunayoitaka sisi. Ukiwa unafanya kazi yako kwa ubora, unataka unadai hela unayotaka wewe na mtu atakusikiliza. Si unaelewa? Eh, kwa hiyo mkituelewa mkafanyia kazi, sisi tunaondoka kwenye lile kundi la hawa wadada wa kawaida kawaida. Yaani itakuwa mtu kuja Wadada Center kwenda kufanya kazi ni pride. Ni kama mtu anasema naenda serikalini, si ndio eh? Kwani Ndi. wanafata nini huko? Si ni hela tu. Ndi. Mtu anauhakika, uhakika wa ajira na anajua kuna kipato analipwa sasa huko ndio tunakotaka wa Dada Center twende, watu waseme mimi nikimaliza shule naenda wa Dada Center, na wameshaanza. Kuna magraduate kibao hapa wanakuja. Tunaendelea kuboresha ili tuzidi kuongeza tija, na tija ni mishahara kupanda. Professional waende juu, smart waende juu, traditional waende juu. Tukifikia hapo, hakuna dharau, hakuna nini dharau, na wote watakuwa wanataka kuja kufanya hapa kwa sababu mtu anajua ndani ya muda mfupi nakusanya hela yangu, naenda kufanya biashara. Haya, dada ya Christina, kwa hiyo wewe una malengo gani? Maana kwanza umenifurahisha, umesema unaingia na kwenye kozi yetu utasoma ili uweze kwenda kwenye smart sindio, na professional. Sawa, karibu sana Mdew. Kwa hiyo malengo malengo yako ni nini, licha ya malengo ya kusoma hii kozi yetu ili uwe dada unayelipwa uh, mishahara ya juu? Malengo yako kwa ujumla katika maisha yako ni nini? Kwanza umesoma mpaka elimu gani, na una mipango gani ya biashara ya elimu ya nini, yaani mipangilio yako kwa ujumla ni nini? Elimu yangu ni, sikumaliza form 4 kwa sababu ya pesa nyumbani, pesa nyumbani. Jamani, tuna elimu bure. Wewe mm, umemaliza shule form 4 lini? We mdogo, unaonekana. Nili form two. Kwa sababu kuna vitu pia vinatokea, hata kama adam, na kuna vitu tokea vinunuliwe Mm. natumia pesa. Pesa uhakika mm. ni okay hivyo. <laughs> <Wewe, tuambie laughs> <Tuambie ukweli. laughs> So, au una mambo yako, tuambie ukweli wewe, tuambie ukweli, sio ukajifanya hapa unasingizia wazazi wako walishindwa kununua, kumbe wewe ulikuwa unarukaruka? Hapana, ulikuwa umetulia kabisa, binti uliotulia unayetaka una kusoma <laughs> <Hey>? <laughs> <laughs> <laughs> Haya, twende sawa. Nilishia from two. Nilikuwa natamani kusoma, sio kwamba ni mambo mengine mm. mambo mengine yapo si, ila ila, so, so chenzo ambacho nifanya niachi shule mm. Nilitamani kuendelea mm -hmm. Nikaacha kwa sababu ya hivo, ila nilivyoacha mara kwanza nilikata tamaa kabisa, nikawa natafuta kazi za kawaida kawaida, nikafanya nikawa nazo azinini. Kazi gani? maana kwanza nifanye kazi ya mgahawa mgea, migahawa midogo midogo. uh -huh. Nikaacha katafuta kazi nyingine iko ya mgahawa pia nikaacha, nikaja nikafanya kazi za ndani Mwanza mm nilifanya mwaka mmoja mm -hmm. na nikawa mshahara kwa mlikuwa mdogo shingapi? ilikuwa ni 50,000 mhm kazi za ndani mhm mm nilifanya mwaka mmoja, nilikuwa kuna kuna mtoto pia alivyokuwa, nikaacha nikarudi nyumbani. Mmoja ulikuwa na mtoto, kulikuwa kuna mtoto kwenye hiyo kazi, mtoto alikuwa ni mdogo. Oh, wewe una mtoto? Hapana. Okay. Nikamleo mtoto alivyokuwa, nikarudi nyumbani mm. Mm, ni, ni, kwa sababu nimeipata hii kazi na malengo makubwa, yani ni, nipate mtaji nini mm -hmm. ni, na, na ni ni ni, kwa sababu na malengo kuniyakuwa na nini yangu yani, napenda kupika kwa natamani kuwa labda na hoteli ni kama mgahawa mm nifungue biashara na natumaini na nitaupata mtaji kwa sababu kwa laki moja na nusu kwa kazi za ndani sio mdogo, ni hela nyingi yani. Wewe mm. Umeongea, umeongea vizuri sana. nikakaa nikikaa mwaka mmoja mm. japo natarajia tu natamani kuendelea mm. Ila mwaka mmoja pia naweza ka nini, hiyo hela ambayo nitaipata inaweza mm. ka ni nifaishe mimi pia na familia yangu pia nikasaidia. mm. mm. Ya. Yeah. Na mwanangu akatimia. Una miaka ni, mingapi? 19. 19. Wewe bado ni mdogo, una chance ya kukaa kwenye hizi kazi za ndani kama miaka hata mitano, kwa sababu umri wako bado mdogo, ukusanye hela ili ukija kuanzisha mama ma, ma, nini sio mama ntilie, uanzishe mgahawa kama wa nani eh, mitandaoni huko kuna migahawa kuna na maspasta na migahawa mikubwa mizuri eh, na najua utakuwa unawafuatilia una kwa hiyo, usianzishe vitu vya vidogo vidogo, wakati hela za kuanzia kufungua unaweza kuzipata kwenye hizi kazi. Kwa kama ulivyosema ujikite kwenye kujifunza mapishi zaidi, sawa na ukishaingia darasani. Wewe umeshasema moja kwa moja unataka kuwa mpishi, unataka kuwa na, na mgahawa wako, si ndio? Ina maana wewe katika zile yale maeneo ma, matatu, utajielekeza sana sana la kupika, ili uwe professional wa mapishi, si ndio? Mm, ambapo huko -hmm. utakusaidia kutengeneza pesa nyingi zaidi, na ukija kukaa kwenye hizi kazi, labda ndani ya hiyo miaka nilokuambia mitano au hata minne mitatu utoke na hela nzuri, ili unapokwenda kuanzisha biashara yaani uwe tayari una msingi ambao ni imara. Yeah. E, yaani ni kwamba huna haja ya kukimbia wewe, bado una miaka 19 uanze kukimbia kimbia, umefanya kazi mwaka umepata kila kidogo hicho hicho ugawe uanzishe mgawa, hayutaweza utaenda utarudi tena. Sasa ili usifanye hivyo, malizana kabisa na kutafuta kukusanya kiwango ambacho kinatosha kwenda kuanzisha hiyo biashara, sawa. Lakini kipindi hicho hicho jikite sana kwenye kupata maarifa umesema umesoma mpaka form 2 huo sio mwisho wa maisha, kuishia kuto kwenye E, kuishia katikati kwenye hii mifumo yetu ya elimu, aidha mtu ulishia la saba, umeishia form 2, form 4, yani sio mwisho wa maisha. Maisha ndio yanaanza. Unapokuja huku sasa, kila kitu kinataka elimu. Umeona hata mimi nawaambia ili uweze kufanya kazi hizi vizuri na ulipwe kama professional, unahitaji kuingia darasani, unahitaji shule. Kwa hiyo tutaingia shule wakati tuko kazini, unasoma theory, huku una implement. Ni masomo hayo. Wewe unataka kufanya kazi ya mgahawa, inabidi uanze kujifunza. Mgahawa unaanzishwa vipi? vitu gani unatakiwa uwe navyo? Haya yote ni masomo. Pointi yangu hapa ni kwamba hakuna kitu ambacho utakifanya bila kupata elimu. Kwa hiyo siseme tu niliishia form 2, kwa hiyo shu, mi na shule. Hapana, shule bado. Kila kila siku kwenye maisha yako ni shule, na kile unachotaka kukifanyia kazi ili kikupe pesa unatakiwa ukisomee, yani uhakikishe umepata maarifa yake nje ndani ukiulizwa habari za housekeeping, habari za mapishi, habari za malezi ya watoto, unajua nje ndani. Hiyo ndio maana ya kufanya kazi kwa weledi na ukalipwa kiwango kizuri. Ukiwa una taarifa zote muhimu, watu wanakulipa. Una taarifa na unajua hicho kitu kinafanyikaje, watu wanakulipa. Umenipata hapo, dada Christina? Kwa hiyo huo ndio utofauti wetu pia, kwamba ukija kwenye wadada center huku huku, yani unakuja kujengwa ili uweze kuwa superwoman. Umesikia eh? Huku sio tu mambo ya kubebana kienyejienyeji, unaishia ndo utaishia kwenye ule udada wa kazi unaodharauliwa, watu wanaoudharau si ndio? Utakuwa tu udada wa kazi umebebwa huku umepelekwa huku umerudi uh -uh. Ukija hapa tunakujenga, tunakutengenezea misingi ya kukufanya wewe uanzie kwenye udada wa kazi lakini uishie kuwa CEO. Kwa hiyo wewe we nakuona ni CEO, mgawa wako mkubwa sio hoteli, na yote yanawezekana. Usiogope ku dream mambo makubwa Sindio eh? Eh, kuwa na maono makubwa kwa sababu Mungu wetu ametuwekea uwezo wa kufanya hayo mambo ila cha muhimu ni kwamba unafanya hatua kwa hatua hatu. kufanya leo ukalala kes unamgaawa unaenda unajenga polepole pole. Maana mi napenda kutumia mfano wangu kwamba nilikuwa dada wa kazi, leo niko hapa siuna hatua jamani, nimepiga eh, na bado naendelea kupiga hatua zingine, hii inamfanya yule ambaye ndo anaanza hizi kazi aseme kama dada Joy alikuwa hivi, basi na mimi naweza, si ndio eh? Tusiendelee kukubali kudharaulika dharaulika, watu tunaofanya kazi za nyumbani. Kwanza hizi ni kazi nyeti, unampikia mtu chakula, si ndio? Ni kazi nyeti sana eh? Usichukue ni kazi ndogo, ni kazi nyeti, ni kazi muhimu, unalea watoto. Taifa ni watoto jamani, na watoto wanazaliwa nyumbani. Sasa kama ndio majukumu yetu, tusiyadharau hata watu wa nje watudharau kwa sababu ya kuto kujitambua kwao. Lakini sisi hii kazi tuiheshimu, na tuifanye kwa bidii, na tuifanye kwa kutafuta maarifa ili tufanye vizuri, na ndivyo tutakavyoweza kulipwa vizuri. Kwa hiyo dada Christina karibu sana wadada center, asante na imani, utafika, tuko pamoja. Maana kuna wale wanaishia njiani eh? si ndio kiishia njiani, unafikiri mtaani utaenda kufanya nini zaidi ya kudanga <laughs> Haya, mi nawambia ukweli, mi nimekupongeza kwanza. Miaka kumi na tisa umeshaanza kuja kujitegemea, safi kabisa, safi kabisa. Binti unatakiwa mapema, usianze kukimbizana na wavulana. Ndio nikuuliza makusudi, una mtoto? Maana kuna mwingine kama wee tayari ana mtoto, tena mwingine hata watoto, si ndio? Kwa sababu mapema anaanza kukimbizana na wavulana, anafikiri unafua maisha huko kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume atamnulia kiji tekno, si kijisimu gani, anaona maisha ndio haya. Kumbe hapana, unapotea. So maisha ni kujenga ma, maisha yako wewe, unapokuja kufanya kazi unaongeza skills unaojifunza ujuzi, ndio hatima yako unaiandaa leo. Ukija kufika miaka yako 25, 30, yani wewe uko vizuri, hata ukiolewa mwanaume akisema anataka kukubabaisha hutababaika, sijui unaelewa, eh? Sasa wengi wanababaika kwa sababu hawakujipanga. Unakuwa tu ni tegemezi, mwanaume anakupeleka huku na naenda, anakupeleka huku naenda, yani wewe unakuwa hujielewi. Sasa hivi sio wasichana tunaowajenga. Tunajenga wasichana imara, waliosimama wanaoweza kujitegemea, wanaoweza kujitetea. Akikutana na changamoto anajua nini cha kufanya. Sawa jamani? E, tunapitisha umo humo na changamoto za wasichana wanazokumbana <laughs> nazo. Yeah, haya.